Upotoshaji mkubwa wa makusudi ambao umekuwa na lengo la kuleta taharuki kwa watu wetu. Tunatambua jitihada za serikali ambazo tayari zinaendelea, na sisi kama chama chenye dhamana ya serikali, tunaipongeza serikali kwa jitihada hizo, lakini pia kwa kutoa ufafanuzi, na tunaendelea kuwaambia waendelee kufanya hivyo ili kuepuka baadhi ya viongozi wa vyama vya siasa nje ya CCM ambao wamekuwa wakitumia matatizo ya watu wetu pale ambapo yamekwepo kama mtaji wa kisiasa. Matendo haya ya kutoa taarifa za uchochezi potofu, si tu ni kinyume na taratibu zetu kama taifa, lakini hata pia dhambi kwa Mungu. Hivi karibuni wamepata kuzungumza viongozi wa vyama vya siasa visivyokuwa Chama cha Mapinduzi kuhusu tatizo au kuwepo kwa baa la njaa. Kwanza nipende kusema uko utaratibu kidunia unafahamika wa kutangaza baa la njaa. Lakini ziko taratibu kadhaa ambazo nchi hupitia mpaka kufika kutamka tuna baa la njaa. Na baa la njaa ni jambo kubwa kabisa linaloweza kuipata nchi, na Tanzania, tunamshukuru Mungu kwa miaka mingi sasa ametunusuru na tatizo hilo. Hata sasa hatuna baa la njaa, isipokuwa kumekwepo na maneno ya upotoshwaji kwa viongozi ambao sio mamlaka ya taarifa katika masuala ya majanga na wamesema mambo haya kwa hakika kuyageuza kama mtaji wa kisiasa. Uko utaratibu na kuna tofauti kubwa kati ya baa la njaa na hali ya upungufu wa chakula kwenye eneo moja, kwa sababu ya ukame na mambo yanayofanana nayo, lakini kuwa na upungufu wa chakula katika eneo moja na kuwa na chakula katika eneo jingine si msingi wa kusema kuna upungufu wa chakula Tanzania. Kazi ya serikali ni kuweka kujenga uwezo yenyewe, na kwa wote wenye mapenzi mema, wafanyabiashara wazalendo, kuhakikisha ya kwamba kule ambao kuna upungufu chakula kinapelekwa na pale ambapo uwezo ni mdogo kwa wengine, serikali inao uwezo hata sasa wa kupeleka chakula kwenye maeneo hayo. Serikali ya Chama cha Mapinduzi ya kwamba tuendelee kufanya kazi, kulima katika maeneo ambayo bado yana mvua na yanaendelea kuwa na mvua, kwa sababu ni imani ya Chama cha Mapinduzi kujitegemea na uwezo wetu wa sasa ni mzuri, hata katika nyanja zingine kujitegemea. Lakini anakuja mwanasiasa mmoja, anaona dhana hii ya kujitegemea ni upuzi, na yeye anaweza kuwatafutia watu chakula chakula wakati wa baa la njaa. Kwa utaratibu wa sheria na kimataifa, inafahamika hivi, kama hakika tatizo liko hivyo, ni mkuu wa nchi peke yake ndio ana dhamana ya kutangaza ili umma wote wa dunia uweze kuona namna ya kutusaidia na huwa si bure. Lakini haiishii kwenye tatizo la chakula ambalo limekuwa na upotoshwaji kwa asilimia mia moja kwa Tanzania, ni hakika na tutaitimiza kama ambavyo tumeahidi katika ilani ya uchaguzi ya mwaka 2015 2020 na mwelekeo wa sera za Chama cha Mapinduzi mwaka 2010 mwaka 2020 ambazo zinatupeleka katika Tanzania mpya ambayo inaviashiria na uhalisia wa viwanda Tanzania ya uchumi wa kati. Huko ndiko tunakokwenda, na hatutaruhusu mtu yoyote atutoe kwenye mstari wa sisi kuitimiza dhamira hiyo ambayo tumewaahidi Watanzania.